nyingine kabisa ambayo ni siku ya vibe Monaco Party, ambayo ni a birthday ya Sam, na leo nakwenda kuishena madada ya story ambao unawaona kwenye skrini hapo yeza, au mademu wawili. Uh, wamekaa sehemu ya VIP zaidi ambako kuna musikatu ambako tutakwenda kukaa, so tutakwenda kujua ni nani, uh, na kwa nini wako pale yesa Dada, mambo? Poa. Oh. Mzima. Yeah. habari kule, mambo kwa oh. mzima hivi mm. ni, nimewaona ni, ni, ni mko katika Monaco Party, alafu sema via sana. ya sana kama hio nayoona kweli, jamii ya USA watambue kama nani? Eti? jamii ya USA watambue kama nani Dare right. Mm, mambo. Monaco Party ni moja kati ya vitu ambavyo jamii natamani kufahamu kwenye eefa USA Habari, mafansi wake wakutambua kama nani? Wa nini? Mafansi wa USA wa USA Habari wakutambua kama nani? tukutambua kama nani? Mama Ibra, Mama Dolafo Wini kweli, mazingira haya ambayo tunatarajia mgeni wetu aweze kuwepo, nyinyi mko mmekaa kama kina nani? Sis, sisi ni familia, familia sama yeah. Wewe nani yake Mi shemeji yake. Oh, wewe ndo shemeji yake okay, um, kwa nini sherehe hii mmeweza kuitenga usiku ndio? <laughs> <laughs> Tumeona iwe hivyo, lakini moja ya vitu ambavyo vimezungumzika hapa uh, kwenye sherehe hii kulikuwa Monaco, zile pombe za USA, nimejaribu kuangazia kila meza sijaziona why? kwa nini Hivi sunitu zitaingia wala wa kweli, moja ya zawadi ambao umemwandalia Samu ni <laughs> zawadi sio mbanga, waifahamu kabla sijaitoa. Um, lakini kwa nini hapa, kwa nini kwa nini kwenye hii meza ya, ya Samu why? Kwa sababu mi ni mgeni rasmi, kwa wageni rasmi ndo tumeandaliwa. Hivi hii sherehe mbona imefanyika noma noma, alafu mazingira nini mambo imechukua gharimu ya shingavi? Ah, Ah kubwa kama ni shingavi. Wewe na na yake na Samu. Ah, Samu shemeji yangu. Oh, familia moja na Okay. Hivi yeah. Endapo kutatokea misunderstanding yoyote hapa, sisi kama familia ni nini ambacho tutawajibika nacho? Kama nani gani? For example katokea tu um, mtu kaingia tu from nowhere alafu kafanya mazingira mbaya ambayo hayako poa. Sisi kama familia nini ambacho tutafanya? Tamchukulia tu. Tamchukulia tu. Hatua, hatua ha? Oh, za kiserikali utajua <laughs> eh, wenyewe sasa. Lakini tunazoea kuwa Uh, sehemu za sherehe tunakuja na watu wapenzi wa karibu, lakini naona nyewe wawili, uh, mabebi zetu wako. Mimi na mume sina bebi. una mume? mm-hmm. kwa nini ukushiriki naye kwenye, anakuja iko nyuma wako, uh, wakwako yupo, yupo Alafu nikihesabu viti pale kama vimeeneana, Samu na yule jamaa alafu nye mabebe wetu atakaa wapi? Mimi bebe wangu yuko Ulaya. wangu siyo, wangu. sio bebe. Ah, mume wako yuko. yuko eh, baba watoto wangu yuko. Sasa aansasa dada yangu oh, akifika atakaa wapi? <laughs> azimapataka utamwona, lakini ikiangalia kama mda ndo mekwenda kuelekea saa nne na Mhusika hajafika. Me plani sangapi sherehe ianze rasmi? Muda bado atafika tu mhusika mwenyewe sherehe. Kweli yule jamaa USA ambaye anambatana nani nani wake? Subiri ujue muulizie mwenyewe kama ni nani yake. Wewe unamfahamu kama nani yule jamaa? Mimi nafahamu kama shemeji yangu tu basi. Oh, kama shemeji yako. Na Samu ni nani kwako? Samu shemeji yangu. Lakini moja ya vitu ambavyo Samu anavifanya uh, ni mziki ya, eti, ya. Lakini endapo mziki wake usipopigwa leo, wewe ni nini ambacho utakwenda kujifeel so, usijisikia vizuri maana, leo ni siku yake, lazima na mziki wake. Kweli kwenye sherehe hii mama atakwepo? <laughs> kwa nini sijui? Yes, ulikuwa nami muda wote huu Sina la ziada nisema kwamba yes, all all right, all right right right, kama kama, dawa. So ni muda mwafaka kabisa ambayo takwenda kupiga masori sasa, na wageni zetu rasmi ambaye ni Sam na Story Wiz, ambao wametufanya leo sisi kuweza kuwepo muda huu na wakati huu maeneo haya. So mimi nitaanza na nani? Nitaanza kumtarget Sam, um Story Wiz, then tamalizia na Sam pale. Oh, yeah? Okay. Mambo kama hayo mambo vipi? wapo aniaje? fresh sana sana, yani nakuona. tupo tupo tupo, ndio maana sijaielewa. ile pale, ipi hiyo? Hapa hii hapa. Eh, hiyo hii hapa inaitwa jagmas, jagmas jagmas, ndio yenyewe. laki mbili laki mbili laki mbili, ile ya USA, ambayo hii hapa sijaiona. Monaco iyo? Monaco zimetumezinywa zote, wewe umekuja chelewa Nimekuja... umekuja chelewa. mimi nimeanza mwanzo mpaka saa hii. Ni kwako hamna? So kweli, mbona hatujakuona? Mimi niko nishafanya mambo mengi, nimewapisha mewapisha majamaa wafanye mambo yao kama hivyo, sawa tumi... tumi... tumi..., mm, yes, nianze na hii mwanangu. hii sherehe ya leo, mapokezi yake, jamii nini ilivyokuja, mialiko yenu vipi, na kama mategemeo ni sawa sawa? ya yeah, for real, mimi nimependa mapokezi ya washikaji kwa sababu washikaji ame show love. Ame show love. Na tumependa mapokezi, alikuwa ni mazuri. Sherehe inaitwa Monaco, lakini ni birthday au? Jamaa ni birthday ya huyu mdogo wangu, lakini tena rafiki yangu, tuko naye muda wote, ndio kwa maana umetona tuko hapa. Ndio kweli mm. Lakini tutegemee nini tofauti ya zaidi ya hapa, kinachokuja ni yaani, kinachokuja, kinachofuata, ina maana, namaanisha na ni ipia, mimi na jamaa nazungumzia na, na, na muda huu mazingira okay, yote alivyokaa yamekaa bomba, lakini tofauti hapa tutegemee nini cha ziada zaidi, nikuulize kitu, kuuliza mtu yeyote yule ambaye pomu ndani ameshakula zaidi ya hela yake, uulize uongo ama ukweli ya yeah. mimi naelewa mazingira ko, tutegemee nini zaidi ya hapo? Sasa mtakachokitegemea vibe ni lile lile bado, tunaendelea kuongeza mazingira. Hakika ndiyo, lakini um, kuna dogo ambaye amekwenda kuperform vipi performance yake na ulivyokuwa hapo kipindi cha nyuma? Ah, mimi nimependa dogo nasda, yeah. Mdogo wetu yule wetu ya yeah, amefanya vizuri, nimependa afa na magoma mengi makali, nimependa yeah. Lakini vipi tukipata nafasi ya kukusikiliza, ni ishu gani ambayo utakuja nayo ambayo itakwenda kuweka vibe zaidi fanyeje, endapo ah, ukipewa nafasi ya kuweza kuperform, ishu gani ambayo utakuja nayo ambayo hii pipo ambayo iko hapo ikwende ku shine zaidi na mambo yako? Uh, nataka kwanza nile vitu vangu kishakula vitu vangu alafu mimi najua wataenjoy for real. Okay? Wataenjoy, yeah. Um, okay, moja kati ya zawadi ambayo umemwandalia rafiki yako mdogo wako Sam. Hii hii. Hapa bro. Ndio hii mwanangu, nipe kwanza nishike mwanangu. Wa mwanangu una cheki nini? Jag, jag, okay. Yes, mwanangu hii nitakuja niipige kidogo. Okay? Yapo familia mwanangu laki mbili kama hauna, laki mbili kama hauna hapa, au enjoy. So mwanangu take. Hiyo hapo ndo zawadi. Ndio ndo zawadi imemletea ndugu yangu. Una ubaya lakini. Ni hapa. Lakini, why zawadi kama hiyo tofauti na hiyo hawakuona zawadi nyingine? Huu ni mnywaji ka... hey, no, so mlevi. Kama mimi mi. Sijui unaelewa. Kwa hiyo tuko hapa tuna, tuna celebrate na ndio maana nimeamua kufanya hivi, nili nitampa zawadi gani? Nguo tumejaza bro, nini, viatu amejaza, nini sijui, ni ningempa nini? Ah, basi mwanangu, hela anazo. Oya, ni mnywaji kama mimi. Oya, jag master nimeagiza toka dizim, dizim imetoka dizim. Kwa hiyo ni nime. yeah. Lakini neno moja kwa ajili ya kumuishi ndugu yako Abbas Dai yake. Nashukuru sana kwa sababu ameongeza umri mwingine na Mungu endelee kum bless na tuendelee kupendana kama hivi ni jambo la hii. Mmoja kati ya mabinti ambao wako hapa ambao ninatamani labda ungeweza kucelebrate nani nani? Fanyeje? Mmoja kati ya mabinti ambao wako hapa ambao natamani labda kusimama naye, uweze kucheza naye hata dakika mbili tu nani? Mhm, hapana -mm, bwana mimi mimi sitamani kucheza na hata mmoja. Kweli? Yeah, ila wote ni wazuri wamependeza. Si najua mimi ni mtu wa mtu lakini siwezi nikafanya hivyo. Oye. Eh, bana, ngoja mimi niamia upande wa Sam niweze kumsikiliza Sam nini anachokisema. Bro, mambo kama kawa ni fresh. Huyo okay. Nani unaongea naye? Sister yangu huyo hapa. Dada yako. E, sio mchumba. Jina lake Dea. Yuko Marekani mdogo wangu huyo. Oh, yeah. Bro, um, siku yako ya birthday alafu tena ni Monaco party. Hivi unajisikiaje hii hali? <laughs> <laughs> <laughs> Kwanza namalizia na exclusive hapa <laughs> Hii hapa sherehe yako ya kuzaliwa. Alafu ni Monaco party. Watu, unajisikiaje ku mazingira haya ambayo mmeweza kuandaliwa? Kiukweli, namshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi sherehe imefikia, na watu wangu ambao walikuja kunisapoti wanainjia kama wanavyoona wanacheza. Kila mtu anakula na kunywa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kabisa mpaka sasa hivi okay. Eh. Um, okay. Kuna vitu ambavyo vimezungumzika ikiwemo Monaco ile pombe kutoka USA, mazingira watu Yona, kwamba watu watakwenda kuipata alafu sijaiona, wahi vipi mpangilio? Monaco, sio kwamba hujaiona Monaco. vinywaji Monaco kinywaji imekuwepo na tumepiga Monaco, nguo ndo hizi hapa Monaco, sherehe ndo hii hapa na Monaco bangu mapicha iko pale nje e, kila kitu ni Monaco kinywaji kinywaji, nakwambiaje Monaco li, il, il, il, zil, zilikuja ilikuja ile ili box moja kutoka Marekani ziliku, zilikuwa 12. Umekuta tumezipiga zimekata, ilikuwa special kwa ajili ya wanani, kwa ajili ya kina Monaco kama sisi oh, oh. So ya watu hao ambao, hapana sio kwa ajili okay, um, si ya watu, sijamwona demo wako kwenye mazingira haya, alafu ni siku yako ya kuzaliwa mwanangu. Wapi? Ile hamna Sio, so, so demu wangu, mke wangu atakuja muda wa kufungua hiyo jagamasa ya jamaa, ila ni surprise. Mke wangu sio demu, mke yes, wangu kwa bado umemweka huko, amemweka huko, anatarajia ataingia baadaye baadaye. uh, oh, viviya eh, kwa binafsi na uh, ambaye amekuzawadia mwenzako zawadi hiyo hapo. Ah ha, unajisikiaje? Nasikia vizuri, kitu kikubwa cho laki mbili. <laughs> Eh, kitu ki... lakini ngoja nimzungumzie huyo mdogo hapo, huyo ah, mdogo nimeenda kumuona kwa binti fulani, alafu sijamwelewa mazingira, yuko kwa, hapo kwako M, huyu ni mimi ni babake ke mkubwa mtoto wa mdogo wangu na nikila wine oh. Eh. Mimi ni babu yake. Babu yake. Yake yake, wewe ni babu Kimila. Kimila. E. Wow. Okay. Wao. Okay. Okay. Yani kazi zao. Mama, Mama yule pale. Mtoto wake yake mama yake ule pale mwalikazi wangu wangu. Okay. Ongea nao. Okay. Okay, neno moja kwa ajili ya jamii ambayo imekuja hapa ma brothers zako sisters zako machali. Neno moja kwao. Okay, kiukweli nashukuru Mwenyezi Mungu, shughuli ndo kama hivi inavyoendelea, tunaendatuka kwenye saa sita, check time? Sa, sa, sa, sa. Bado tunaendelea nashukuru mwenzi Mungu, kila kitu kinaenda vizuri moja eh, mw ya vitu ambavyo ulitegemea kuvipata sasa hapa vikali, ni na vitu ambavyo unategemea labda upate hapa kwenye hii siku yako ya kuzaliwa ni kitu kama kitu gani? Mimi sio kupata ndo kwa sababu yani yani, hii hi, shughuli tulianza mwanzoni sana, nikasema Monaco ni Monaco tu siku zote yani. Tunaanza na hatujaisha haijafika mwisho tulisemaga mwalikwa mfano silikuwa elfu kumi na tano kuingia, u, ule mtu wa kawaida ni lazima ale zaidi ya kumi na tano yake, mtu aenjoi zaidi kula na kunywa. Ile VIP ya ishirini na tano ale zaidi na zaidi, na ndo hichi unachokiona hapa eh. Lakini uh, wapi wa keki ile ambacho tutakwenda kuikata. Mm, kuhusu keki hii, ni sherehe ya ninja, ni pati ya ninja jambazi mambo kama haya sasa. Keki mimi sili vitu vitamu no, ndio maana tumeta hicho kinywaji laki mbili hicho. Sa keki elfu hamsini aj au laki moja aj, hiyo tafunguliwa, takula, vyombo, mambo mengine yaendelea. yeah. okay. Malizia na USA Habari, unawaambia uh, kitu gani wafansi wetu fanyaje? uh, uh, kusiana na awa uh, wanachama wetu, wafansi wetu watu ambao wanatutazama, ye kikweli, wanachama wetu au wana USA ndugu zetu